Nawambia maana sisi tuna hasira za juzi hivi. Maana hizo hasira za leo ndio tunataka kutoa watu hawa. Hizo hasira tunataka tuzitolee kwa nyuma mwiko juzi. Sema nyuma mwiko juzi wameta ushamba. Simba imepambana hadi kufika hatua hii. Alafu lingine nampongeza Mo. Mo mpaka unaona Simba inapofikia mafanikio yote ni Mo. Mo ndo kaleta haya mafanikio unapoona sura Tanzania. Leo naona ni nyekundu zimetapakaa. Ndio kaida yetu. Mimi kwa majina naitwa Hansi Simba, ni mshabiki wa Simba ambaye

aje kwa heshima wakija kichwa kichwa watakuja na mvua ya mawe. Na wambia, maana sisi tuna hasira za juzi. Maana hizi hasira za leo tutawapa watu hawa. Hizi hasira tutataka tuzitolee kwa Nyuma Mwiko juzi sema Nyuma Mwiko juzi wameleta ushamba. Yani, wameleta ushamba ambao duniani kote hamna ushamba kama ule. Uwezi ukaleta ujinga kama ule kwenye mpira, unaziua klabu, unafanya mazoezi timu iko mazoezi yaka kikanuni, brother, siku moja kabla ya mechi lazima mfanye mazoezi kwenye pitch. Unaziwiaje, unaleta mabaunsa, unakodi lodi zima na mabaunsa, ili unakuja kuzuia klabu kufanya. Ule ni ushamba afu, sisi soka letu hatuko hivyo. Kwa nini, kwa nini Nyumba Mwiko anaharibu soka la Tanzania eh? Kwa nini anaharibu soka halafu na serikali ingelie kati? Unajua, mimi nampongeza wale sikaria, nampongeza mwenyekiti wa bodi ya ligi, amepambana sana kulipandisha soka la Tanzania mpaka unavyoona saa hizi inashika nafasi ya nne Tanzania, Afrika kapambana sana wale sikaria. Alafu wanatokea tu wahuni, wahuni tu wengine, walikotoka walijui soka hawajui mpira ni nini, wanakuja kuharibu soka letu Tanzania, wanataka sisi tufungiwe. Sisi tunataka tunapenda mpira, na muona, muona Tanzania inapo kwenye imepanda kiwango, Simba ndio amepandisha soka, Simba ndio amepambana hadi kufika hatua hii. Kwa hiyo TFF, bodi ya ligi wasichekea mambo ya kiuni kama haya. Yaani mtu anatoka alikotoka tu analeta ujinga kwenye soka letu la mpira. Sisi tunapenda mpira brother. Sisi mimi nimezaliwa kwa mpira. Simba imepambana hadi kufika hatua hii. Alafu lingine nampongeza Mo. Mo mpaka unaona Simba inapofikia mafanikio yote ni Mo. Mo ndo kaleta haya mafanikio unapoona soka la Tanzania. Kwa hiyo mimi Alwas Kasongo namshukuru sana mwenyekiti wa bodi ya ligi. Kanyooka kwanza. Kasimamia misingi. Kasimamia kanuni. Na bodi ya ligi imesimamia kanuni, na TFF ikiongozwa na Wallace Karia nampa maua yake, kapambana mpaka soka linakuwa Tanzania. Wallace Karia, kwa nini muhuni anatoka tuko anakuja kutuharibia mpira wetu Tanzania? Sisi hatuko hivyo brother, si mimi naelewa hatuko hivyo. Kwa hiyo mimi naiomba serikali, nikiwa kama Hansi Simba, mshabiki wa Simba. Simba ilipo mimi nipo, hakuna kupoa, hakuna kuboa, wasimamie misingi duniani kote blaza, soka linaendeshwa na kanuni na sheria, hakunaga soka halina kanuni. Sisi mnaelewa, sijui CRDB CRDB Confederation Cup leo inaendelea kama kawaida, kama kawaida, nakutana na TMA Stars. Sasa wengi wanajiuliza, wenda Simba wanajitamba kwamba leo wanatoboa na nini, kwa sababu labda wenda TMA Stars hawajui vizuri. TMA Stars unaifahamu vizuri yeah? mimi naifahamu, si wanajeshi kutoka Arusha? Sasa mimi Arusha ni nyumbani na ndugu mmoja, naifahamu vi Stars ni washindi wa RCL League na wanashika nafasi ya tano kwenye Serie B 2020 na 2021, ndio nafasi ya tano kwenye ligi yao kule championship. Sio kitoto, ni wa kawaida, sio kitoto. Wanacheza na majanji brother. Wewe sisi tuna mechi mwezi wa nne brother, huko kwa wakubwa. Kwa hiyo hawa watoto sisi tutawafanya vibaya mno. Wasije kichwa kichwa, sio kwamba kujiamini kwenu huko ndio mwisho. Siku mnakuja kuletea matokeo mabaya. Sisi huaga tujiamini, sisi tunacheza mpira. Sisi hatuna haja ujanja ujanja, sisi mpira wetu unaonekana sisi tunafanya vitendo, sio wanaamini ushirikina, wanaamini wanaita mpira wa uhuni. Sisi bwana, tunacheza mpira, na ndio maana Simba naona mafanikio mpaka kwenye lenti ya Kafu, inashika nafasi ya sita kupambana. Sisi tumenyooka brother, sisi tunaenda duniani kote. Mpira wote unaoendeshwa na kanuni na sheria, lazima zifuatwe. Madhara ni yapi kama game ya leo, aidha mka draw, mkapoteza? Kwenye kudraw naipa asilimia kumi, kwenye kupoteza asilimia sifuri. Madhara ni yapi kama mtadraw game? Ndo mpila. Kwanza mimi ni mwanasoka mpila una matokeo matatu, simi naelewa brother. kuna kushinda kuna kufungwa kuna sale likitoke tumetolea ndo mpila brother. Ndo mpila eee mpila una matokeo matatu. Mategemeo yako leo ni ushindi kwa goli ngapi? Asilimia tisini na tisa pointi zero zero tunashinda kwanzia chuma mbili kwenda juu, chuma mbili kwenda juu. Unajua seka lefu kupita goli kwanza kwa kwa sisi, sisi. Kwa sisi tuna mechi mbili tunacheza leo leo, kumi na nne na Dodoma Jiji, tunasimama break kupisha timu za taifa. Kwa nini tu sasa tuwapumzisha wachezaji? Sasa mechi inayofuata tukishacheza tunasimamisha kupisha break kwa sababu timu za kimataifa kwa nindu, sasa, Kasa, Babu ni kocha, huyu, ni professional. Ile ni professional. Fadu ni bonge la kocha na Mo, dhambi zake zote nazibeba mimi kwa kumleta ule kocha. Yani dhambi za Mo nazibeba mimi. Ameleta benchi la ufundi, ni bora benchi la ufundi vijana, kwa hiyo sisi tunaenjoy brother. Sisi, sisi sisi mpira hapa sisi hamna kwa ujanja ujanja. Sababu Mo naubeba mimi. Wewe peke yako. Yani naubeba mimi kwa sababu soka la Tanzania amelipandisha, amelifanya liwe kwa thamani soka la Tanzania na Simba imepanda mpaka dakika hii, iko nafasi ya sita kwa bingwa nani shiri nani kafu. Mchezo wewe kitu cha kawaida kwa nicho sio cha kawaida. Kwa hiyo sifa, mimi nampongeza sana tajiri wangu Moo, rais wetu aendelee kuipambana timu yake, na sisi hata wakifanyia hata wakipiga kelele ngo, Moo tuko naye tuko naye nyuma, tunapambana naye na tunatamba naye na tunanena kokoti. Kagera Sugar na Namungo ambayo game ya leo itakuwa inachezwa game ya, ya, ya Kagera Sugar na na tuachane kwanza na habari za Simba. Wewe, kwa ujuzi wako kisoka mm. Yuna, leo, ni game ambayo itakuwa na ugumu kiasi gani? Wale game lao ni tough, kwa sababu ukiangalia kwenye msimamo vile vilabu viko chini vyote yuko sana sana shimoni. Ila tuachane na kwenye ligi, maana hii ni FA. Huu ni mtoano. Kwa hiyo mimi naongelea sasa kisoka, wale jamaa watatoana roho, ila advantage mimi naipa Namungo. Kwa sababu gani nasema hivyo? na sababu kama mbili, Namungo ana kocha bora. Alafu ukiangalia Namungo kuna, kuna vijana kama watatu wamesajili yule yule Kalabaka yule yule mtu. Kwa hiyo Kagera asiende kichwa kichwa. Ehe, waende kwa taadhari. Waende ndio wacheze mpira. Ila wana Mongo mimi nawapa advantage. Unaweza kashinda mechi ya leo. Kiluvia FC na Pamba. Uwanja wa Jamhuri, Morogoro. Wanakutana leo. Mechi naionaje? Wote ule uwanja kwanza wote wale ni wageni. Kile kiwanja ni wageni. Sisi mnaelewa. Kwa hiyo mimi nampa advantage Pamba. Japokuwa Pamba nayo ukiangalia defense yao ni nyepesi, lakini nampa advantage. Ila wasiende kudhalama mashindano ya Haya mashindano wakiangalia rekodi mechi kama nne za ligi kuu zimeng'oka timu nne. Azam mwenye kangokaia Simba, ah, Simba. Mimi Simba ilipo na mimi, Haansi, Ndoma, umfungu, Hansi Simba Simba. Simba mshabiki ndaki ndaki wa Simba Sports Club leo amekuja kumwangalia Simba anavyoshinda dhidi ya TMS, atakula za mpira. Tuna hasira walipotukimbia juzi, nyuma mwiko, tuna hasira nao watoto kwa, mashabiki, haya, kwa mashabiki wa Simba Simba, naombeni muje kwa wingi sana KMC tuje tudhihirishe kwamba sisi ni mashabiki bora. Kama mashabiki bora tumepewa na kafu, kwa nini usije uwanja kuja kwako kwa hapa mkwala kikua nayo anafurahi.